Godfred Mbanyi ni mkurugenzi mtendaji wa Bodi ya Wataalamu wa Ununuzi na Ugavi, PSPTB. Uh, PSPTB ni, ni bodi ya kitaaluma ambayo inasimamia wataalamu wote wa ununuzi na ugavi nchini, na uh, tunatekeleza majukumu yetu tukiwa chini ya Wizara ya Fedha pamoja na Ofisi ya Msajili wa Hazina. Leo tuko hapa mjini Morogoro kwa siku mbili kwa ajili ya kikao cha baraza la wafanyakazi na kwa mujibu wa sheria ya uhusiano kazini na uanzishaji wa mabaraza, mimi kama mtendaji mkuu wa taasisi ndio mwenyekiti pia wa baraza, na hili baraza linaitwa baraza la tathmini kwa maana kwamba tunapitia tathmini ya bajeti ya mwaka 2024/2025 shina ambayo ilifungwa tarehe 30 Juni uh, mwaka huu kwa hiyo tunaangalia kwa, kwa mwaka uliopita wa fedha tulikuwa tumepanga kufanya nini na tuliweza kufanya kitu gani, ni wapi ambapo tulikwama, ni wapi ambapo tulifanya vizuri, ni wapi ambapo mwaka wa fedha uliisha tukiwa tuna, bado tunatekeleza na kazi hazijakamilika. Hii inatusaidia kama taasisi kujitathmini, kuangalia ni wapi tuboreshe, tuweke mikakati mipya katika huu mwaka wa fedha mpya wa wa 25 kwenda 2026 na pia tumeangalia kwa miezi mitatu hii ya kwanza ya mwaka huu wa fedha 25 26, ni nini ambacho tumeanza kutekeleza, kuangalia kama tumeanza vizuri, na je, kasi tulioanza nayo inawezi karekebisha yale mapungufu ambayo yalionekana katika mwaka wa fedha wa 2425, na, na kikubwa tunaangalia nyanja zote kuanzia maswara ya kifedha tulikusanyaje fedha tulitumiaje fedha za umma, lakini pia tunaangalia tulipangaje majukumu. Kwa mfano kama tulikuwa tumepanga tunasajili wataalamu idadi fulani, je, tumeweza kusajili wataalamu kiasi gani na tuku, lengo, kwa nini fikia lengo katika maeneo ambayo, kwa mfano tukufikia lengo, lakini pia sisi huwa tunaendesha mitiani ya kitaaruma ya unuzi na ugavi kwa wale wataalamu wote wa, wana, wale wahitimu wote wa vyuo vikuu wenye shahada za ununuzi na ugavi wanapomaliza, huwa wanakuja kufanya mitihani ya kitaaluma kwa ajili ya kupata vyeti vya kitaaluma certifications. Kwa hiyo pia watu tunajiwekea malengo kwamba kwa mwaka huu wa fedha tutaendesha mitihani kwa watahiniwa kadhaa. Kwa hiyo kikao cha baraza kama hiki tunapitia tathmini, je, yeah. Kwa nini hatuweza kufikia labda idadi ya watahiniwa kama tulivyokuwa tumejipangia? Tunaangalia yale yaliyosababisha na kama labda watu hawakuwa na uelewa awareness, ilikuwa chini, tunaweka sasa mikakati kupitia kurugenzi inayohusika na, na mitihani lakini kupitia pia kurugenzi inayohusika na, na masuala ya masoko na uhusiano kwa umma kwa ajili ya kwenda kucreate awareness katika vyuo vikuu kwa waajiri na wadau wengine kwa hiyo ni kikao kikubwa sana, na kwa sababu ni kikao kijumuishi, baraza huwa ni jumuishi kwa wafanyakazi wa ngazi zote kuanzia management na wafanyakazi wa kada za kawaida kabisa katika taasisi, tunapata mawazo mapya. Unajua, mkikaa kama management mnaweza kuwa mnabaki na mawazo yale yale, lakini mnapokutana wafanyakazi wa chini na ngazi za kati, wengine wana mawazo mazuri sana ambayo yanaleta changamoto kwa management, yanayotuwezesha ya kuweka mikakati mizuri kwa ajili ya ustawi taasisi yetu kwenye usajili wa kitaaluma kwa sasa tunao wataalamu wanaozidi elfu kumi na moja na kwa upande wa, wa mitihani tunao, ila kwa mwaka jana, kwa sababu tulikuwa na session mbili kwa mwaka uliopita wa, wa, wa fedha, tulikuwa na mwezi Mei na mwezi wa kumi na moja. Kwa kweli idadi ni nzuri inaridhisha, kwa sababu tulikuwa tumetarget watainiwa kama 750 730, lakini tuliweza kufikia kwenye mia sita sabini mia sita themanini kwa hiyo ni asilimia nzuri sana. Kinachosababisha sasa hivi tunaweza kufi, ni, ni urahisi wa kuwafikia wadau wetu, tunawafikia wadau wetu kwa sababu tehama sasa hivi tunatumia mifumo. Zamani ilikuwa kwamba watahiniwa au wanaoomba usajili wa kitaalamu lazima waende, kwa mfano, kulipia ada ya, ya wanachama au ada ya maombi, wanaenda kupanga foleni benki lakini sasa hivi mtu anaingia kwenye mfumo mwenyewe ana, anajaza form ana ana click, ana click, anapata control number mwenyewe huko aliko analipia kulekule kule kwa kutumia simu. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho ni rahisi, ndio maana unaona namba inazidi kupanda na kupanda, na tunatarajia kwamba kwa mwaka unaokuja wa fedha tutakuwa na nafasi nzuri zaidi. Natoa rai kwa wadau wetu wa ununuzi na ugavi, wazazi, lakini pia watahiniwa na wataalamu waendelee kushirikiana na bodi waje wajiandikishe wa, wa, wa kwa ajili ya mitihani wajisajili kwa ajili ya utaalamu. Lakini kwa wale ambao wanadaiwa uh, ada za wanachama waendelee kulipa ada za wanachama kwa sababu unapolipa ada ya wanachama ndipo unapokuwa mwanachama hai. Jina langu ni Nancy Mwamakimbula ni mtumishi wa bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi. Leo tuko hapa kwa ajili ya baraza. Sisi kama wafanyakazi, kwa kweli, tunanufaika sana na mabaraza haya kwa kuwa baraza la wafanyakazi ni sehemu pekee ambapo wajumbe wote wako sawa, kwa maana ya kwamba management, viongozi na watumishi wa kawaida, kuanzia watumishi walio wa ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini, wote tunakuwa sawa kutoa mawazo yetu, tunakuwa huru kusikilizwa. Kwa hiyo uh, baraza letu hili linatunufaisha kwa maana ya kwamba, uh, sisi wajumbe tunatoa maoni na maoni yetu yanapokelewa na maoni yetu yanafanyiwa kazi. Kama kuna changamoto pia tunazieleza, na changamoto hizo zina, zinasikilizwa zinachukuliwa na kutekelezwa, kutafutiwa ufumbuzi wa, wa, wa changamoto mbalimbali za kiutumishi. Uh, lengo letu kubwa ni kwa ajili ya kuboresha, na hivyo baraza hili linatusaidia kuboresha na kupata ari ya kuendelea kulitumikia vema taifa kwa kupitia taasisi yetu. Kwa kweli tunafurahi na kwa siku hizi mbili tuna uhakika kabisa tutatoka hapa na majibu na tutatoka hapa na uh, masuluhisho la hoja nyingi za kiutendaji ambazo zitatuletea tija. Naitwa Faraja Mgulambwa ni katibu wa Tuge tawi la PSPTB. Tupo mkoani Morogoro kwa ajili ya baraza la wafanyakazi. Nachukua nafasi ya kipekee kabisa kushukuru uongozi wa PSPTB kuwezesha kufanikisha baraza hili, kwa maana baraza hili ni muhimu sana na linaweka tija katika taasisi yetu, kwa maana linawezesha wa, wafanyakazi wa PSPTB kuwa huru na kuwa na umoja na pia kuwasilisha um, mambo mbalimbali yanayoleta tija katika taasisi. Kwa hiyo tuko hapa kwa hizi siku mbili kwa ajili ya kuwezesha baraza na kufanikisha malengo ya taasisi. Natoa rai kwa wadau wetu wa ununuzi na ugavi, wazazi, lakini pia watahiniwa na wataalamu waendelee kushirikiana na bodi, waje wajiandikishe, wa, wa, kwa ajili ya mitihani, wajisajili kwa ajili ya utaalamu. Lakini kwa wale ambao wanadaiwa uh, ada za wanachama, waendelee kulipa ada za wanachama kwa sababu unapolipa ada ya wanachama ndipo unapokuwa mwanachama hai.